Hey guys, welcome back. Ni mda mrefu sana ila nipo upya kukupa mada hii. Sababu za wanaume kuchepuka kwenye ndoa yake au kwenye mahusiano yake. Hili ni swali lililoulizwa na mmoja wa mashabiki zangu hapa YouTube na niko hapa kutoa ufafanuzi. Tuanze nayo sasa. Sababu za wanaume kuchepuka zinaweza kuwa ni nyingi na utegemea mtu binafsi, mazingira yake na mahusiano yake pia. Hapa nimekuja na sababu 12 zinazo kuchangia. Ya kwanza, kutotimizwa mahitaji ya kihisia. Wanaume wengi wanahisi wenza wao hawawapendi, hawawapi upendo wa kutosha, heshima au uthamini wa kutosha, hivyo wanatafuta mahali pengine pa kupatia hivyo vitu vinavyohitaji hapo juu. Namba mbili, kutotimiza mahitaji ya kimwili. Ikiwa mwanaume anahisi kutoridhika kingono katika ndoa au mahusiano yake, anaweza kwenda kutafuta mahali pengine au mtu mwingine wa kumridhisha. Ndio maana unaona wanaume wengi wanatoka kwenye ndoa zao na mahusiano yao. Namba tatu, tamaa na hamu ya kubadilisha mazingira. Baada ya mwanaume kuchepuka kwa sababu wanapenda kutafuta mwanamke mwingine mpya. Namba nne, kulipiza kisasi. Mwanaume akishajua wewe umechepuka au akikuona na mwanaume mwingine, anatafuta njia ya kulipiza kisasi ikiwa anaamini mwenza pia, msaliti, hau, wake pia amemsaliti au hajamtendea haki katika uhusiano wake. Namba tano shinikizo kutoka kwa marafiki. Ikiwa wanaume wako kwenye makundi au umezungukwa na wanaume wenye tabia za kuchepuka, basi hayo mazingira yatapelekea mwanaume wako kuchepuka, kwani marafiki zake lazima tu watamlisha hiyo tabia waliokuwa nayo wao. Wow. Um. Namba sita, tabia ya uasherati. Wanaume wengi wana tabia ya kutokuwa waaminifu kwa sababu ya malezi, mazoea au mtazamo wao juu ya mahusiano, ama wao wanapenda wanawake, basi hiyo ni tabia yake, hawezi kubadilika na lazima tu atachepuka kwa sababu ana tabia ya uasherati. Namba saba fursa na upatikanaji wa urahisi wa nafasi. Kama umemzoea kumwamini au kumwachia nafasi mwanaume wako kutokana na kumwamini, basi anaweza kuchukua hiyo nafasi na kuitumia, kwa sababu fursa imetokea, labda kwa sababu ya safari za kikazi, mitandao ya kijamii au mazingira yanayoweza kumrahisishia kupata hiyo nafasi na kuitumia vizuri kwa kuchepuka. Namba nane, kukosa kujizuia na udhibiti wa hisia. Wanaume wengi wanakosa nidhamu ya kihisia na kimwili hivyo wanapojikuta katika hali ya majaribu wanashindwa kujizuia. Unaweza kukuta mwanaume wako hana tabia ya kuchepuka, hana mawazo hayo, lakini akishajikuta kwenye tukio hilo anashindwa kujidhibiti na kujizuia, na anakuta anaanzisha tabia mpya ya kuchepuka. Namba tisa, matatizo ya mawasiliano kwenye uhusiano. Ikiwa mawasiliano na mwenza wake ni duni mwanaume anaweza kuhisi hajielewi au hajaheshimiwa, hivyo atatafuta mtu mwingine wa kuzungumza naye na hatimaye kuanzisha uhusiano wa kimapenzi. Zingatia, mawasiliano kwenye uhusiano ni kitu muhimu sana, hivyo unatakiwa kujifunza namna ya kuwasiliana na mwenza wako kwa umakini na kwa utaratibu na kwa upole na kwa heshima, kwa sababu akikosa kuwasiliana na wewe kwenye mahusiano, kujua kinachoendelea kwenye mahusiano yenu, basi ataenda kutafuta kwa mtu mwingine. Namba kumi kujihisi duni au kutafuta uthibitisho wa uzuri wake. Mwanaume akigundua kama ni mzuri lazima atachepuka, ili kuthibitisha kuwa bado anapendwa na anavutia, hasa wanapoanza kuhisi wameanza kuzeeka au kupoteza mvuto wao, uzuri wao kama anajua yeye ni mzuri atachepuka tu ili aende kuthibitisha na kuulisha ile shauku ya kujua kama bado yeye ni mzuri au bado anavutia. Namba kumi na moja, matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya. Ulevi unaweza kupunguza uwezo wa mtu wa kufanya maamuzi sahihi. Hivyo kumfanya achepuke bila kufikiria madhara yake. Akinywa pombe akitumia dawa za kulevya, hisia zinaweza zikaja na akajikuta anachukua mtu mwingine baki labda alimuona kwa wenge la pombe akajua ni wewe na akajikuta amechepuka. Na asubuhi pombe zikishaondoka, dawa za kulevya zikishaondoka, anaanza kujutia. Hivyo matumizi ya mabaya ya pombe na dawa za kulevya zinaweza zikachangia um, mwanaume kuchepuka na kwenda zikatengeneza ikawa ndo tabia yake. Na kumi na mbili, ya mwisho, japokuwa kuna nyingine nyingi sana zaidi ya hizi, lakini kwa leo tuishie kwenye kumi na mbili. Tatizo la kisaikolojia au kiakili, wanaume wenyewe wana matatizo ya akili. Sasa mwanaume mwenye matatizo kama vile kulemewa na msongo wa mawazo, huzuni au hali zingine za kiakili, anaweza kuchepuka kama njia ya kupunguza mawazo au kujipa faraja. Mwanaume anaweza kuona kama, dawa yangu mimi sio kulewa, dawa yangu mimi sio kunywa dawa za pombe, lakini dawa yangu mimi ni wanawake. Kwa hiyo anahisi kama mwanamke ndio anaweza akatuliza akili yake, anaweza akatoa msongo wa mawazo kwenye akili yake. Kwa hiyo anaenda kutuliza au kujipoza kwa wanawake wengine tofauti tofauti, akichukulia kama njia ya kujifariji. sababu hizi haziararishi kuchepuka, lakini zinaweza kusaidia kuelewa kwa nini baadhi ya wanaume hufanya hivyo. Kama nilivyosema, mawasiliano bora, uaminifu na kujitahidi kutunza uhusiano inaweza kusaidia pia. Zinatofautiana kutokana na mtu mmoja hadi mwingine. Wakati mwingine ni tamaa binafsi, uasherati wakati mwingine ni matokeo ya mahusiano yasiyo na furaha, kumbe matatizo ya akili kisaikolojia. Njia bora kuepuka usaliti katika mahusiano, mawasiliano kwenye mahusiano ni kitu muhimu sana, na kujenga uaminifu wa kweli kati ya mwenza wako. Mpaka kufikia hapo, sina la ziada, tukutane kwenye mada mpya nyingine. Kama una swali, basi uliza kwa ku comment, nitapitia comment, nitazisoma na nitachukua swali lako like na kusubscribe, sasa kushare pia, um, subscribe ili uwe wa kwanza kupokea kila kipindi, kila mada nitakayokuwa anairusha kwenye YouTube channel yangu Hai.